Serikali yajitolea kwa washirika wenye uaminifu wa uwekezaji wa muda mrefu. Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha wazi kuwa Tanzania iko tayari kushirikiana na wawekezaji waliothibitishwa kuwa waaminifu ambao wamejikita katika uwekezaji wa muda mrefu na wenye muundo thabiti, katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Alisema nchi ina mazingira mazuri ya ustawi wa uwekezaji, ikijengwa juu ya utulivu wa kitaasisi, sera thabiti na serikali inayotimiza ahadi zake. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Jukwaa la Uwekezaji Afrika, Global Africa Investment Summit GAIS, iliyofanyika kwenye mkutano wa kimataifa wa World Government Summit 2026 mjini Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, Rais Samia alisema Tanzania imejenga miundombinu ya msingi ambayo ni chachu ya ufanisi wa uwekezaji na ukuaji wa sekta mbalimbali za uchumi. Kwa mfano, alisema kuwa Tanzania imewekeza kwa kiasi kikubwa katika huduma muhimu kama nishati, usafiri na miundombinu ya usafirishaji ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha ukuaji wa sekta binafsi. Aliongeza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha wawekezaji wana uwezo wa kupata faida endelevu na kurudisha mchango wao kwa maendeleo ya taifa, kwa manufaa ya Watanzania wote. Rais Samia alisisitiza kuwa wawekezaji wa kisasa wanatafuta zaidi ya fursa tu wanatafuta imani kwenye taasisi za serikali, sera thabiti zinazotekelezwa kwa uaminifu na serikali zinazoheshimu mikataba. Hivi majuzi, uwekezaji wa kimataifa unachukua mwelekeo mpya ambapo uaminifu, utangamano wa sera na nidhamu ya kutimiza ahadi ni mambo muhimu yanayohesabiwa na wawekezaji, alisema Rais Samia. Alieleza kuwa Tanzania imejizatiti kuhakikisha mazingira ya biashara ni rafiki, kwa kutengeneza mchakato unaowezesha wawekezaji kufanya maamuzi ya uwekezaji kwa uhakika mkubwa wa kurudi kwa faida zao. Aidha, alifafanua kuwa nchi imeimarisha utaratibu wa kituo cha uwekezaji cha One Stop Investment Facilitation Center ambacho kinafanya kazi ya kurahisisha taratibu za usajili, vibali na huduma zingine zinazohusiana na uwekezaji ili kupunguza urasimu na ucheleweshaji wa miradi. Rais huyo pia alibainisha kuwa juhudi hizo ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya kuleta ushirikiano thabiti baina ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa lengo la kuimarisha ukuaji wa uchumi na kujenga uchumi wa viwanda wenye thamani kubwa zaidi kwa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Aliongeza kuwa jukwaa kama GAIS lina nafasi ya kipekee ya kuunganisha rasilimali za Afrika na mtaji wa kimataifa kwa njia inayolenga mradi sio tu mikataba ya muda mfupi isiyo na maana ya kuleta tija. Akasisitiza kuwa serikali ya Tanzania inataka ushirikiano ambao ni wa muda mrefu, wenye manufaa kwa pande zote, na unaoendana na malengo ya maendeleo ya taifa. Miundombinu na mageuzi ya kitaasisi. Katika hotuba yake, Rais Samia alionyesha kuwa Tanzania imekuwa ikitekeleza mageuzi ya kiuchumi na miundombinu kwa miaka kadhaa sasa, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya nishati kama vyanzo vya umeme wa kisasa, reli za kisasa ambazo zinahusisha usafirishaji wa milioni ya tani za mizigo na abiria, bandari zilizoimarishwa na barabara zinazounganisha mikoa mbalimbali ndani ya nchi. Aliongeza kuwa uanzishaji wa maeneo maalum ya kiuchumi SEZ na mchakato wa kuanzisha miradi mikubwa ya sekta ya viwanda ni baadhi ya mifano ya jinsi nchi inavyojiandaa kuwa kivutio kikubwa cha uwekezaji wa kibiashara na kimataifa. Aidha, Hatua hizo zimeonekana kuchochea kuongezeka kwa idadi ya miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa kupitia Taasisi ya Uwekezaji Tanzania, ikionyesha kuwa mwenendo wa wawekezaji kuja Tanzania unaongezeka bila kujali changamoto za kiuchumi duniani. Imani ya kimataifa kwa rasilimali za Afrika. Katika jukwaa hilo, baadhi ya viongozi wa kimataifa walitoa maoni yao kuhusu changamoto zinazokwamisha uwekezaji barani, ikiwemo upungufu wa miundombinu iliyo na muundo thabiti na kuunganishwa masoko ya mtaji. Wamesema kuwa changamoto si ukosefu wa mali bali ni jinsi ya kuiunganisha rasilimali hizo na mtaji wa kimataifa kwa kutumia miundo ya kuaminika. Kwa upande wake, mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo alisema kuwa jukumu kuu ni kuifanya Afrika iwe na taratibu za biashara zinazokidhi viwango vya kimataifa ili kuweza kuvutia mtaji wa kimataifa kwa manufaa ya maendeleo endelevu. Rais Samia amesisitiza kuwa Tanzania inakutana na mwenendo huu kwa nguvu kwa kufanya mageuzi yanayohakikisha uwekezaji wa mabadiliko ya kiuchumi na kuleta tija ya muda mrefu. Ndoto ya uwekezaji wa muda mrefu nchini Tanzania. Kwa ujumla, kauli ya Rais Samia inatoa picha wazi kuwa Tanzania haijiwiwi tu kukuza fursa za uwekezaji wa muda mfupi, bali inatafuta washirika walio na dhamira ya muda mrefu ya kuboresha sekta mbalimbali za kiuchumi kama kilimo, viwanda Nishati, miundombinu, teknolojia na huduma kwa ujumla. Alisisitiza kuwa kwa kuendeleza sera za mtazamo mpana, utulivu wa kiuchumi na kipiasa pamoja na miundombinu bora, Tanzania ina nafasi ya kuvutia wawekezaji ambao wanataka kufanya mkataba wa kubadilisha thamani na serikali kwa muda mrefu kwa manufaa ya maendeleo ya taifa.